Mang'ati tunakwenda man to man, yani tunataka tena. Ukiangalia kundi letu, kundi letu bado kwa, kama wananchi tunaendelea kubegbeng kwa sababu kiangalia lokwepo juu na halali. Ana pointi zake ngapi? Ana saba, mimi na nne Haya, huku chini huko wazuchu watupu hawa, yani yule nani Jessica pamoja na yu, yu, yu, e, Farabat wote wana pointi mbele mbele. Kwa hiyo unajisikia kama wananchi bado tunapata nafasi ya kusonga mbele, lakini kuna watu wa sasa wanatembea kana calculator kwamba yani hata wanakuambia hazimruhusu hata kuku kumeza punje kwamba kwenye mechi ya kimataifa yani umwambia Shenteni asanteni kwa kushiriki, sio ni kwa sababu ukizungumzia danga Tanzania mtoto wa mudi. Aya, ngapi, mbaka, tena, minin, ngekua, raisu, wa mudi haya na point ngapi mpaka sasa. Tena mimi ningekuwa rais wa nchi wale ningewatia bakola wote wale wanalizalisha taifa na mechi hata ile kombolo la juma

viti kuna mbao kule. Sasa naomba ma MP wakae kwenye majukwaa, vinginevyo majukwaa yanaenda kuisha le watu wanashapagawa huyo, kwa sababu mpaka sasa hivi hawana matumaini ya kusonga mbele. Wanasongea wapi? Labda asongea ugali mtoto wa Mudi yeah. Kwenye ligi ya mabingwa na muone vimbinyiko vinamhusu Mbeze pale.

Shirika la ugavi hilo ndugu zangu ni. Ya kwa kwa kambo la lile lina kutokea uh -huh. Kwa wapi? Mimi nimesikia tu wanajipanga, uh -huh. Wanajipanga, wanajipanga kwenda kumfunga nani uh -huh. kwanza. Na ndio maana mimi mwenyewe natoa angalizo mangungu mechi. Unajua mnavyomlinganisha Pacome na wachezaji wengine uh -huh. wanakuwa na kutukana mpira jamani. Wanashangilia watoto wa muda wakati namtamsha depo huko yeah. Juzi tena Chama walivyotambulishwa mpaka kwenye video, mtu anaimba kwanza oh Chama baba we baba Chama karudi, nikaona tutamuona kule ah Chama ndani alikuwa anazunguka na kaptula tu uwanjani mle, kala chuma moja kule na Chama ndani yule kapata juisi sasa ile. Wachezaji wenyewe kwanza mbumbumbu, unaenda kwa watoto wa muda kwanza. Wachezaji wa kimataifa wanaonekana kimataifa. Yani wewe mchezaji unakwenda kwa watoto wa muda, timu ambayo tunaona inakwenda kupanda kimbinyiko, kwani ngoja wao. Okay, walikuwa wanamtaka nani? Maana tusiende mbali Okelo okay, walokuwa namtaka nani? Okelo okay, watoto wa Mudi ndio walokuwa namtaka. Okelo okay, hey. Alipokuja kuchungulia akaona ile timu tupili tupili, kwamba ikitaka kutoka la usajili akae babu akae mjomba akashangaza. Okelo okay, kakataa kwenda misi makwambia kaka sio mtaka, mtaka nani? Ndio anakuambia. Unajua wale walivyosema Okelo hamtaki, unamjua sungura. Sungura siku moja alikwenda polini akaziona ndizi zimenona zimeiva pale. Karuka mara ya kwanza chali, mara mara ya ya pili chali, tatu akamwambia sizitaki mbichi hizi. Kumbe kazikosa. Kwa hiyo mtoto mtoto mtoto wa wa wa Mudi, Mudi yule Okelo alikataa. Sasa Sasa Okelo anataka aonekane kimataifa, ukampande vimbinyiko Mbezi pale. Sasa mtoto wa Mudi anaona kabisa kesho kupanda vimbinyiko Mbezi. Hata juzi jana leo nimepita uwanja uwanja, ndege, nimemwambia meneja wa uwanja, mtoto wa Mudi kasharudi kwenye vimbinyiko. Ole akipita uwanja wa ndege na akipita hapa tia bakora wote na mwiteni mwizi, meneja wa uwanja akasema sawa. Kwa mtoto wa Mudi, vimbinyiko vinamhusu Mbezi. Mtoto wa Mudi kama anaenda huko Lwangu au huko kwa Mama Majaliwa huko. Vimbinyiko viko Mbagala. uwanja wa ndege pale panaitwa Mwalimu Nyerere International. Wewe unashiriki ligi kuu Tanzania, bado unaenda kutafuta nini uwanja wa ndege? Mtoto wa Mudi jamani. Anabaki hapa hapa kama mbio za Mwenge. Atie tamaa halafu wakifuzu Yanga Afrika wanza kubaki. Nani mtoto wa Mudi? Yaani mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, nikiwa kama rais wa keki wote Tanzania. Mtoto asende uwanjani vingine vyo baada ya matokeo pien pien kabufuriwa tena kagawa utamu tena yeah. Kitatembea kifurufumbi kwa Mkapa pale. <laughs> Wewe subiri, utakuja kunambia mimi na kwamba namuua wewe, hata ame ame mwenyewe yule msemaji wao e, juzi neandihabade mashahidi, baada ya kushona dela dhidi ya nani, mtibwa sukari kule

kwenye kombole lao la siku ya Jumapili asende uwanjani <laughs> vinginevyo anaenda kudondoshwa kifurufumbi cha mafu. Yani ukisikia mgonjwa anashindwa hata kunywa uji, huyo kafa, ndo mtoto wa Mudi. Sasa piga mahesabu wewe mwenyewe haraka haraka, kwenye kundi lake napiga, kwenye kundi lake, ujue kwenye kundi lake alikuwa juu, ana pointi saba, huyu wa pili pointi tano, huyu wa tatu pointi pointi nne. Toto la Mudi, kichwa cha mwenda azimu, ana kwenda kushindia wapi pale? Yaani ule kwenye mechi ya kimataifa unamwambia asante kwa kushiriki ah. Ndio kama ndio kama Mudi kwenye mecha ya kimataifa asante kwa kushiriki, aende wapi mtoto a mudi kwa kombolela lile? Unajua, ngoja nikwambie unajua kuchukua pointi tatu mbele ya mwanaume mwenzio wewe yule mpaka sasa hivi hana hata goli. Yani kama ni mwanamke hana ujauzito, hana wa kutema tema mate. Ah, sasa mtoto wa mudi kwa kombolea lile ah, chama ndani wamegongwa mm, kibabage ndani wamegongwa. Haya wao na na ile mechi mimi nashukuru ifanyika Tunisia, vinginevyo. Yeah, kama ingefanyika kwa Mkapa, yeah, ingetembea kifurufumbi cha mawe pale nye. Ahal, mimi ni askari nilojeruhiwa, nilopigwa risasi, sikufa, nimeoshwa usalini, risasi imetolewa. Alaari eke, hey, Zuchu huyu hapa atajuta kumkaba muuza visu. Unajua, ukishamkaba muuza visu, angalia pitapita pita zako Kio kashanga uno katiza vya mbazani kwa muuza visu, ala hali Zuchu huyu hapa. Sasa kule nani kule kwenye gereza la Guantanamo, gereza la Izehegi, atanieleza ni kwa nini mbwa mkali lakini ana mapembe. Yule nimekombana kwenda kumnyoa mapema. Tena yule nataka nikamnyoe, kwa mba si nikimnyoa bado nalingana point. Sasa lazima nimbufue nyingi nyingi. Nikimbufue nyingi nyingi nalingana point, ila nakwenda kuongoza ile kundi kwa idadi ya magoli. Yule mimi nazoona goli saba yule. Yule, yule Zuchu, atanieleza ni kwa nini mlima Kilimanjaro mkubwa kia kutembea